Nam habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dok Rafiki. Sasa leo taenda kuelezea sababu za ugonjwa wa PID. Kwenye video iliyoisha tuliangalia kuhusu uh, ugonjwa wa PID uh, PID ni nini na unatokeaje. Sasa leo utazungumzia sababu za ugonjwa wa PID. Kama ujaangalia video ya mwanzo ni kusi, hakikisha ukaitazame kwani utajifunza zaidi kuhusu ugonjwa huu wa PID. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Dr. Rafiki, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kumpelekea mwanamke kupata ugonjwa wa PID au pelvic inflammatory disease, yani maambukizi ya kwenye via vya uzazi vya mwanamke asa leo nitaenda kuelekeza uh, sababu ambazo zikitokea mwanamke anaweza akapata ugonjwa wa PID. Sababu ya kwanza ni magonjwa ya zinaa. Magonjwa kama kisonono au chlamydia mara nyingi ndio huwa chanzo kikubwa cha ugonjwa wa PID, na mara nyingi eh, asilimia kubwa ya kesi za ugonjwa wa PID husababishwa na magonjwa ya zinaa eh, kama gonorea. Mbo watu wengi wamezoea kuita ugonjwa huu kwa ufupi ngono, lakini pia kuna ugonjwa unaoitwa chlamydia. Eh, watu wengi ambao eh, wamepata ugonjwa huu baadaye hupata ugonjwa wa PID, hasa hasa kama hatatibiwa vizuri katika maambukizi haya ya zinaa. Na bakteria huwa wanaanzia eh, kwenye shingo ya kizazi na baadaye kupanda juu kwenye uzazi eh, ambao ni mji wa mimba ule ambao unaitwa uterus, lakini pia kwenda e, e, e, kwenye, kwenye e, mirija ya uzazi mpaka kwenye ovari na kusababisha maambukizi. Lakini sababu ya pili ni maambukizi ya ukeni. Sasa kuna bakteria wengine ambao wanapatikana eh, sehemu za siri za mwanamke na mara nyingi Ee, sehemu za siri za mwanamke huwa kuna bakteria wazuri na bakteria wabaya ambao wanasababisha e, maambukizi. Sasa kuna baadhi ya kesi e, baadhi ya wanawake huwa wanapata maambukizi hasa wale ambao wanajisafisha kwa kemikali sehemu za siri, lakini pia hata wale ambao wanatumia e, sabuni kali kujisafisha sehemu za siri, na wale ambao wanaingiza vidole sehemu za siri, ambao kwa kitambo tunaita douching kwa ajili ya kujisafisha. Unapofanya vile, huo unavuruga usawa wa bakteria wazuri na wabaya na kuingiza wale bakteria hatarishi waingie ndani uh, ya kizazi na kusababisha maambukizi, kwa sababu bakteria wakishapata nafasi, wakiingia eh, ndani zaidi wanapanda na kusababisha maambukizi, na hapo baadaye sa mwanamke anapata ugonjwa wa PID. Lakini sababu ya tatu ni kujamiana bila kinga. Unajua magonjwa zina ya zinaa mengi yanasababishwa na uh, watu wakiwa wanafanya uh, watu wakiwa wanafanya ngono uh, isiyokuwa na kinga, kwa sababu ngono zembe ndio chanzo kikubwa cha kupata magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo asilimia kubwa na watu wengi Uh, wameshazoea kwamba kwamba usipotumia kinga upati laha. E, kinga inapunguza uasilia watendo, lakini e, watu wasio kujua kwamba kinga inazuia mtu kupata e, magonjwa ya zinaa na magonjwa ya zinaa kama nilivyoelezea awali, ndio chanzo kikubwa cha ugonjwa wa PID. Kwa hiyo ni vizuri Eh, unaposhirikiana uh, tendo la ndoa na mwenzi wako ambaye hujamjua vizuri afya yake, ni vizuri kutumia kinga ili kujiepusha na magonjwa ya zinaa. Lakini kama pia unahitaji eh, kushiriki tendo bila kutumia kinga, ni vizuri wote mkapima afya zenu, basi eh, mkajulikana kuwa mko sawa, basi hapo inakuwa eh, ni vizuri kuliko kushiriki tendo uh, bila kujua afya zenu na hamjatumia kinga hiyo ni E, kwa faida ya mwanamke ili asipate ugonjwa wa PID. Lakini pia sababu ya nne ni kuwa na wenzi wengi. Hii pia inaunga mkono hoja ya, eh, ya magonjwa ya zinaa, kwa sababu usha kuwa na wapenzi wengi huwezi kujua nani ana changamoto, labda yanayo magonjwa ya zinaa, na unaweza kukuta mmoja wenu kati ya hayo mahusiano ya watu wengi ana changamoto, kwa hiyo mtajikuta wote nazungushiana ule ugonjwa. Si changamoto kwa wanawake, maambukizi haya huwa hayaishii tu e, sehemu za nje, lakini pia anaingia ndani na, na kusababisha ugonjwa wa zinaa. Kwa hiyo e, ni vizuri kuwa na mpenzi mmoja na yeye pia ukampima na ukajua afya yake, ili kuepusha e, changamoto ya kupata magonjwa ya zinaa ambayo ndio yatakupelekea kupata e, ugonjwa wa PID lakini e, sababu ya tano ni kuanza ngono mapema. Sasa hii haisababishi moja kwa moja e, ugonjwa wa PID, lakini kuna sababu ambazo zinaweza kupelekea ikawa e, mwanamke anapata ugonjwa huu kwa urahisi zaidi, kwa sababu mwanamke anapokuwa na umri mdogo, e, zile e, viungo vyake vya uzazi vinakuwa havijakomaa vizuri na vinakuwa rahisi sana kushambuliwa na kupata maambukizi. Sasa E, na ishu za watu ambao e, wanaanza ngono mapema, mara nyingi huwa ni wale mabinti wadogo. Wanapoanza kujihusisha na, na ngono, mara nyingi wanakuwa hawana elimu sahihi, kwa sababu anakuwa hana elimu ya kujikinga na magonjwa ya zinaa, lakini hana elimu ya kujilinda yeye kwamba kujua kwamba hichi kitu kitanletea changamoto kwenye afya yangu. Kwa hiyo kuanza ngono mapema pia kunaweza kupelekea kwanza kupata magonjwa ya zinaa kwa sababu unakuwa huna elimu sahihi ya jinsi ya kujikinga, lakini pia viungo vya uzazi vinakuwa haviko imara zaidi eh, kuhimili maambukizi uh, kwa hiyo vyote hivi vinaweza kupelekea kupata ugonjwa wa PID, lakini sio kwa asilimia kubwa, lakini vinaweza vikachangia mwanamke kupata ugonjwa wa PID. Lakini sababu ya sita ni taratibu za uzazi zisizo salama. Sasa kuna Eh, matibabu huwa yanafanyika hospitali. Yakifanyika ya bila usafi, huwa yanapelekea bakteria kuingia ndani kabisa na kusababisha maambukizi, na hii hutokea wakati daktari anafanya upasuaji wa kwenye kizazi au kutoa mimba au kusafisha kizazi. Uh, kuna kesi ambazo Eh, usishangae hapo kwamba daktari anatoa mimba si, si ya, kwa nchi yetu hairuhusiwi daktari kutoa mimba, lakini kuna, eh, kuna mimba ambazo eh, zinakuwa labda zimepata changamoto, kwa hiyo inabidi itolewe. Kwa mfano eh, mtoto kafia tumboni eh, hiyo kesi la lazima daktari atamtoa huyo mtoto kwa sababu hawezi kuendelea kuishi. Kwa hapo sasa, e, zikifanyika bila usafi na mpangilio mzuri huwa zinapelekea bakteria kuingia kusabu, e, kwa sababu daktari asipokuwa na usafi mzuri, baadaye wale bakteria atawaingiza ndani kwenye kizazi na baadaye watasababisha maambukizi, na hao bakteria sasa wakishasababisha maambukizi, ndipo mwanamke anapata ugonjwa wa PID. Lakini pia sababu ya saba ni kuweka kitanzi wakati wa maambukizi. Kuna njia ya uzazi wa mpango ambayo inaitwa intrauterine device ambayo kwa lugha ya Kiswahili watu wengi wamezoea kuita kitanzi. Ah, kipindi kinawekwa, daktari analikuwa azingatie usafi wa hali ya juu. Sasa kama ikitokea, eh, kimeingizwa na kukawa hakuna usafi, lakini pia mwanamke au akawa na maambukizi kipindi kinapoingizwa inaweza kikasukuma wale bakteria kuingia ndani zaidi na kupata nafasi na kushambulia kizazi na kusababisha ugonjwa wa PID. Lakini sababu ya nane ni historia ya ugonjwa wa PID au eh, sexual transmitted disease, yani magonjwa ya zinaa. Mwanamke aliyewahi kupata ugonjwa wa PID anaweza tena kupata uh, ugonjwa wa PID kwa sababu vile eh, viungo vyake vinakuwa dhaifu kushambuliwa na maambukizi mengine tena, na muda mwingine unakuta labda hakupata tiba vizuri. Kwa hiyo vile e, viungo vyake vinakuwa haviko kwa imara, kwa bakteria wakipata nafasi sana kuingia wanaweza kushambulia zile sehemu ambazo tayari zishazulika mwanzo na zinaenda kuongezewa zaidi, kwa sababu e, tufahamu hata kama sehemu imezulika huwa inajirudisha na kuwa sawa, lakini haiwezi kuwa sawa kama ilivyokuwa mwanzo kwa hiyo bakteria wakipata nafasi wanaenda ile ile sehemu wanairudishia e, kama mwanzo ilivyokuwa na maambukizi, na inakuwa kwenye hali mbaya zaidi. Kwa hiyo pia mwanamke ambaye amepata magonjwa ya zinaa pia hivyo hivyo e, yuko kwenye riski ya kupata ugonjwa wa PID kwa sababu baadhi ya magonjwa ya zinaa, na wengi wanakuja kugundua mdo umeshaenda unakuta mtu ana ugonjwa gonolea anao zaidi ya mwaka mmoja, na wanawake huwa hawagundui dalili alaka kama wanaune. Wanaume wanaume aga ni siku tatu nne anaona dalili na anaenda kupata wanawake matibabuanawaket anakaa mda mrefu le maambukizi anapanda juu na kusababisha ugonjwa. Hata kama akija kutibiwa, hata tibiwa eh, vile inavyopaswa kama daktari hatachukua historia yake vizuri kwao utakuja kukuta baadaye anapata ugonjwa wa PID lakini pia sababu ya tisa ni kuchelewa kutibiwa unapopata changamoto yoyote ni vizuri ya sasa ambayo inahusisha kwenye kizazi kwa wanawake ni vizuri sana kumwona daktari mapema na kupatiwa matibabu sahihi epuka kujitibu mwenyewe au kutumia dawa ambazo hazijathibitishwa kuna dawa ambazo sasa hivi zinasambaa mtandaoni kwamba hii inatibu kila kitu sasa hiyo dawa haijadhibitishwa na mamlaka ya afya Tanzania kwamba inatibu ugonjwa huo. E, dawa ambazo zimedhibitishwa ni zile ambazo zinapatikana hospitali na, na daktari ambaye amezisomea ame, ame, ame ni wataamua sasa kwamba wee utumie dawa gani na kwa muda gani, ili kutibu hilo tatizo lako. Kwa hiyo ni vizuri pale unapoona dalili ambayo sio e, ya kawaida kwenye viungo vyako vya uzazi au Ukijisikia tu hali ambayo inakuwa sio uh, ya kawaida kwenye mwili wako ni vizuri kwenda kwa daktari na kupatiwa matibabu sahihi. Okay, sasa, kwa leo nitaishia hapo. Kama utakuwa uh, una swali lolote, unaweza ku comment hapo sehemu ya comment section, na hebu niambie ni sababu ipi ambayo uh, umejifunza. Lakini pia hebu niambie kuna kitu gani kingine ambacho unaona eh, ni cha muhimu labda tukifanyie eh, maelekezo zaidi unaweza uka comment hapo sehemu ya semia, comment section. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami Dr. Rafiki kwa whatsapp namba ambayo inaonekana hapo kwenye screen kwa ajili ya ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya afya, unaweza kuwasiliana nami nami nitakujibu na nitakusaidia kwa hadhi ya kirafiki. Karibu sana na usahau kusubscribe. Karibu tena kwenye somo linalofuata. Mimi naitwa Dr. Rafiki, bye.